Shalom shalom. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Mpendwa unayefuatilia mafundisho kupitia chaneli ya Mikono ya Kristo. Ninakushukuru kwa kuendelea kufuatilia mafundisho kwenye chaneli yetu ya Mikono ya Kristo kwa neno la maarifa. Mungu aendelee kukubariki, akutie nguvu, uendelee kufuatilia mafundisho kila tunapoendelea kuposti kwenye chaneli hii. Uwe wa kwanza kupata mafundisho haya. Unasema kauli mbiu yetu, Mikono ya Kristo kwa neno la maarifa. Basi siku ya leo imeleta neno la maarifa linalokuhusu, kuhusu wewe uliyepata baraka na neema ya kufungua channel hii siku ya leo na kusikiliza ujumbe huu, na ujumbe wa leo unasema hivi: Uamkapo asubuhi fanya mambo haya kwanza. Kabla sijaendelea hebu jiulize, ukiamka, yani umeamka kwenye kitanda chako, unafanyaga nini? Unafanyaga nini, ukiachana na labda ku, kuoga au ku, kunawa kusafisha uso na vitu vingine, yani unapoamka unafanyaga nini? Baada ya kutafakari kujiuliza swali hilo, mi nitakwambia kuna mambo kadhaa unatakiwa uyafanye. Jambo la kwanza, mshukuru Mungu. Jambo la pili, baada ya kumshukuru Mungu, muombe Mungu akuongoze katika siku hiyo. Jambo la tatu, mweleze Mungu haja zako za siku hiyo. Mambo matatu, zingatia hayo mambo matatu, na hii fanya kila siku kama ulikuwa ufanyi. Kuna watu wanaamka tu, anasali kidogo, anaondoka, yaani mtu anasali asijue formula ya kusali. Mimi nakupa formula ya asubuhi na jioni, nitakupa fomula yake. Hapa kwenye kipengele cha asubuhi, kuna fomula moja, utaitoa utaipeleka jioni, yaani uwe ni utaratibu wako kila napoitwa asubuhi. Cha kwanza mshukuru Mungu, cha pili omba maongozi ya Mungu ya siku hiyo, cha tatu mweleze Mungu haja ya siku hiyo. Uwe mfumo wako, uwe mfumo wako. Somo leo litakuwa ni fupi kabisa, nafikiri katika masomo mafupi ambayo nimewahi kufundisha, ili ni mojawapo katika haya niliyo yasema nitakupa vifungu vitatu. Cha kwanza kinatoka katika mzaburi, Zaburi ya tisini na mbili aya ya kwanza na ya pili, inasema hivi: ni neno jema kumshukuru Mungu na kuliimbia jina lako e uliye juu, kuzitangaza rehema zako asubuhi na uaminifu wako wakati wa usiku. Kwa hiyo hii Zaburi ya tisini na mbili inahusika asubuhi na inahusika wakati wa nini? Wa usiku. Ikifika usiku, uaminifu unatangaza uaminifu wa Mungu wakati wa usiku, amekutunza kwa siku nzima. Lakini hapa na kufundisha habari ya asubuhi, kwamba kwa sababu ni neno jema kumshukuru Bwana na kuliimbia jina lako e uliye juu. Kumbe tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu. Mshukuru Bwana, liimbie jina lake. Imba nyimbo ya kumtukuza Mungu, imba nyimbo ya sifa ukiweza. Yani ukiamka kila siku, anza na hiyo, tangaza rehema zake asubuhi. Ndio maana nikakwambia, ukiamka, cha kwanza mshukuru Mungu. Zaburi ya tisini na mbili, aya ya kwanza na ya pili. Nakupa tu maarifa, namna gani unasali asubuhi, namna gani unaomba, namna gani unaweza kumshirikisha Mungu na ukafanya kitu kifupi sana chenye maana kubwa Kumbe unapoamka asubuhi unatangaza kumshukuru Mungu fadhili zake, unaimba nyimbo za sifa asubuhi, kwamba Mungu nakusifu na kutukuza, umenifanya nimeona siku ya leo. Wangapi walilala kama mimi, lakini hawakuamka kama mimi? Wangapi tulilala wazima, mimi nimeamka na afya, wenzangu wameamka wakiwa wagonjwa, wengine maututi, wengine wako hospitalini, hawamjui anaingia wala anayetoka. Mimi ni nani Bwana hata ukanifanya nikaamka asubuhi nikiwa na afya tele. Mshukuru Mungu, mshukuru nani? Mungu. Ukishamaliza kumshukuru Mungu, usiishie hapo, muombe Mungu akuongoze. Huwezi kuomba kitu ambacho Mungu hajakufundisha. Unapomwomba Mungu akuongoze, unafanya nini? Unakwenda kwenye Zaburi ya thelathini na mbili aya ya nane. Mikono ya Kristo kwa neno la maarifa. Zaburi ya thelathini na mbili aya ya nane inasema hivi, nitakufundisha na kukuonesha njia utakayoendea, nitakushauri, jicho langu likikutazama. Sikiliza Mungu alivyokuwa mwaminifu. Nasema nitakufundisha na kukuonesha njia utakayoendea nitakushauri, jicho langu likifanya nini? Likikutazama. kwa umwambie Mungu, nimekushukuru siku ya leo, mimi sijui ni kipofu, nienda kazini kwa sababu najua kule ni kazini kwangu, naenda dukani kule ni dukani kwangu, naenda hospitali kutibiwa kule ni hospitali, yaani naenda sokoni kule ni sokoni, unajua tu ni sokoni, lakini aliyopo huko huyajui. Mwambie Baba, kupitia neno lako la Zaburi ya 32 ya 8. Ninaomba unifundishe na kunionyesha njia nitakayopita. Nipite wapi, nisipite wapi, nikanyage wapi, nisikanyage wapi, nile nini, nisile nini, niende wapi, nisiende wapi? Baba, naomba Roho wako aniongoze. Pasipo stahili funga miguu yangu, panapostahili fungua miguu yangu. Pasipo stahili kunena, Baba, funga kinywa changu panapostahili kunena fungua kinywa changu, maana haujui adui yupo wapi. Ndio maana Mungu anasema, niita kufundisha hiyo njia na kukuonesha utakoyendea, lakini aishie hapo baba. Mwambie Baba, nishauri nifanye nini, nahitaji ushauri wako, lakini sio ushauri tu, jicho lako linitazame. Unaweza kunipa ushauri nikakosea, roho wa Mungu akwambie, a a, ulishauriwa ndio kweli, lakini hapo umekosea. Mweleze Mungu akuongoze njia ya kupita Usiache, mwambie Mungu akuongoze kwa namna hiyo. Ambao unajua pengine uko safarini, pengine unaenda kwenye kesi, yaani mwambie Mungu akuongoze, roho wa Mungu akuongoze, usiende peke yako, usiende peke yako. Ukimaliza, baada ya kuomba uongozi wa Mungu, nenda kamueleze haja zako sasa, mwambie Mungu ameshaniongoza sasa, ninazo haja, ninazo haja ambazo nahitaji nizilete kwako. Sijui kama tunaelewana vizuri hapa. Wafilipi sura ya nne aya ya sita neno la mungu linasema nini? Anasema, msijisumbue kwa neno lolote, bali katika neno kwa kusali na kuomba. Sikiliza, Mungu anasema usijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba, pamoja na kushukuru. Kumbuka, umeshashukuru, umeshashukuru lakini mwisho anamalizia, haja zenu na zijulikane na Mungu. Kumbe umeshashukuru, umeshaomba, sasa unamwambia Baba, baada ya yote haja yangu ya siku ya leo ni hii, ninaenda kutafuta kazi, ninaenda huko, naomba nikapate wateja, ninaomba kibali cha kusikilizwa, ninaomba unikutanishe na watu sahihi, Baba uniepushe na watu wasiofaa Ninakwenda kwenye kesi, unipe maarifa ya kuongea. Nakwenda kukutana na watu wakubwa leo, Baba unipe kibali machoni mwao. Hiyo ni haja yako, sababu so, Mungu anasema haja zenu na zijulikane na Mungu. Kwa hiyo umemsifu, umem, umem Mungu umemshukuru Mungu umetukuza sifa zake, umeimba nyimbo za sifa, umeomba Mungu akuongoze, Zaburi ya thelathini na mbili aya nane. Umetoka hapo sasa, unakwenda kumwambia Mungu haja zako. Baada ya hapo, ndugu yangu, unaweza ukaamua tu kutoka kwa amani, nenda kwenye mihangaiko yako. Anza kujizoesha kufanya kitu hiki kila, kila siku kila siku kila siku. Nafikiri ni kitu ambacho hakichukui hata dakika 15. Haya mambo achukua hata dakika 15. Dakika 15 ni chache sana, ni chache sana kwenye maombi. Fanya hivyo tu, fanya hivyo tu, kitakujengea mahusiano mazuri sana na Mungu kwa njia fupi sana, kwa njia fupi sana. Kuna watu hawawezi hata kusali, hawajui namna ya kuomba. Leo nimekupa maarifa machache sana ya nini ukifanye asubuhi. Shalom, shalom. Mungu akubariki sana kwa kuendelea kufuatilia mafundisho. Ndio maana tunasema Mikono ya Kristo kwa neno la maarifa na maarifa ya leo. Nimekupa maarifa uamkeje, lakini nimekwambia pale, usisahau unapoenda jioni kwenye, kwenye ile zaburi ya tisini na mbili wanasema pale kuzitangaza rehema zako asubuhi na uaminifu wakati wa usiku. Kuna neno uaminifu wakati wa usiku. Kumbe unaporudi soma tena zaburi ile ya tisini na mbili, tangaza uaminifu wa Bwana wakati wa usiku, kwa sababu asubuhi yote amekulinda mpaka umerudi nyumbani kwako kwa salama. Basi zitangaze rehema za Mungu, mshukuru Mungu kwa yote aliyokutendea. Wakati wa usiku ulikuwa na mimi mtumishi wa Mungu, Norbert Simoni Mpunga. Hadi wakati mwingine, bye bye.